China inasalia kuwa ni tishio kubwa zaidi la kijeshi na mtandaoni kwa Marekani. Kulingana na ripoti iliyotolewa na mashirika ya kijasusi ya Marekani siku ya Jumanne, na ilisema kuwa nchi hiyo imepiga hatua ya mwendelezo kwa kuiteka Taiwan. Kulingana na tathmini hii ya kijasusi China, ina uwezo wa kuishambulia Marekani kwa silaha za kawaida na pia inaweza kuathiri miundombinu ya Marekani kupitia mashambulizi ya mtandaoni. Kulingana na tathmini hii, China inaweza pia kulenga mali ya Marekani iliyopo angani na inataka kuipiku na kuchukua nafasi yake kama nguvu kuu ya akili mnemba ifikapo mwaka elfu mbili na thelathini. Ripoti hiyo ilisema vita vya Urusi nchini Ukraine vinatoa mafunzo mengi kuhusu jinsi ya kupambana na silaha ya ujasusi wa Magharibi katika vita vikuu. Ripoti hiyo iliyotolewa kabla ya ushuhuda wa wakuu wa kijasusi wa Donald Trump mbele ya kamati ya ujasusi wa Senate inasema kuwa jeshi la ukombozi la watu wa China huenda kusudia kutumia modeli za lugha kubwa kueneza habari za uongo, huiga wahusika na kuwezesha mtandao wa mashambulio. Hii ni ripoti kutoka Natural Sound Media. Jina langu naitwa Barnaba Benson.